Najua mama hanipendi, najua mama hapendezi na uwepo wangu. Nitaondoka nyumbani, nitaenda kuishi sehemu yoyote ile, haijalishi nitafananishwa na mbwa au, lakini sitakaa nijitokeze mbele ya mama, nilimwambia Luna pacha wangu wa. Sijakuita hapa kuzungumza habari za mama wala baba, nimekuita hapa tupate chakula cha pamoja. Maisha ni mafupi sana, Livya, Luna aliniambia huku akinifuta usoni. Ndivyo maisha ni mafupi, lakini mimi na wewe tutaishi miaka mingi kuliko watu wote hapa, Nimwambia Luna. Luna alitabasamu tu hakujibu chochote. Baada ya kupata chakula Luna alitem, alitembeza sehemu mbalimbali mbali. Pachangu mimi ni mbahili sana juu ya pesa zake, lakini siku ya leo alinunulia vitu vingi mpaka nikashangaa. Pesa inatafutwa lakini mtu akishaondoka katika uso wa dunia ni ngumu kupatikana, hivyo nafurahi vitu vyote umenipatia leo, alizungumza Luna. Maneno ya Luna niliacha yapite. Furaha iliokuwa nayo juu ya vitu alivyonunulia ilikuwa kubwa sana. Hupasi kuishi na makasiriko, najua mama anakupenda, angekuwa kupendi angekuua ukiwa mdogo. Luna aliniambia, muda wowote mvua inaweza kunyesha, twende nyumbani. Nilimwambia Luna, baada ya kuona anazungumza maneno mengi, tunaondoka. Tukaelekea nyumbani. Baada ya kufika tu, mama alizungumza maneno ya kuniumiza. Luna, nilisha kukataza kuambatana na Lidia, hakuna kitu utapata zaidi ya kuchukua laana zake tu, mama alizungumza. Luna kujibu chochote, alipitiliza mpaka chumbani kwake. Nilienda chumbani kwangu pia. Kauli ya mama iliniumiza sana fana kwa nayo juu ya zawadi ilipotea. Nilianza kucheza game kwenye simu. Baada ya kuchoka, niliamua kulala. Nililala usingizi mzito kuliko siku zote, kama si mama kuja kunigongea, huenda ningelala mpaka mchana. Amka, kamwamshe Luna, mimi namwamsha lakini haamki, mama aliniambia anaonekana kuwa mwenye hofu kubwa, mama yangu. Niliamka nikaenda chumbani kwa Luna. Nilimwamsha lakini Luna hakuamka kili, kitu kilichonistua ni ubaridi aliokuwa nao umetawala mwili mwili mzima. Pacha yangu, tumpeleke hospitali, nilimwambia mama. Mama alikubaliana na mimi, tulianza harakati za kumnyanyua Luna. Nilijikuta nikiogopa zaidi kwa sababu mwili wa Luna ulikuwa umekakamaa sana, sio kukakamaa tu, hata pumzi zake zilikuwa zitoki. Umemfanyaje Luna? Kwa nini mwili wake umekakamaa? Mama aliniuliza kwa sauti ya uoga hivi. Sikuja ni mjibu kitu gani? Kwa wakati huo, mama alianza kunihoji kwa sauti ya ukali ikiambatana na kilio. Baba alikuja, alitukuta katika hali ya kutoelewana. Mume wangu Luna amki amki, kabisa. Mama alizungumza kwa majonzi. Pia mimi li, nilijua kuna kitu kinaendelea. Nililia sana, machozi ya uchungu kwa sababu siku ya jana tu tulikuwa na Luna. Baba alimpigia simu dereva wake, aliwapigia pia ndugu zake, aliwapa habari juu ya msiba. Mama alizidi kuni, kunitaka nimwamshe Luna. Sikuwa na kumjali kwa sababu nilikuwa katika maumivu makubwa mno. Ndugu zake baba walifika, hivyo Luna alipelekwa mochori. Ndugu wa mama walifika pia, walisaidiana kuandaa mazingira ya msiba. Nijifungia chumbani kwa Luna japo mama alitaka nitoke kwenye chumba cha binti yake, lakini sikufanya hivyo. Nilianza kukagua vitu vya Luna, akili yangu ikiniambia kuna kitu hakipo sawa. Nilikutana na vidonge vingi sana vikiwa vimetupwa uvunguni wa kitanda. Sikujua vile vidonge vilikuwa na maana gani. Nilishika dari ya Luna, nilianza kuikagua nikutana na maneno ya kuumiza sana. Pachangu mimi alikuwa akisumbuliwa na kansa, haikuwa kansa, haikuwa ya muda mfupi. Ni wazi kabisa ugonjwa wake ilikuwa ni wa muda mrefu, pengine ndio sababu mama alimjali sana Luna. Nililia kwa uchungu mkubwa. Mama aliendelea kuniita nitoke chumbani kwa Luna. Nilitoka nikiwa mwenye hasira. Kwa nini hakuwahi kuniambia kama Luna ni mgonjwa? nilimuuliza mama. kama ningekwambia ugonjwa wa Luna, huenda angekufa mapema. nakuchukia sana Lydia, siku ya jana hukupaswa kuambatana na mwanangu, angalia sasa umemuua. mama alizungumza kwa uchungu. Nilijikuta nikimhurumia kwa sababu maneno yake yalitoka kabisa ndani ya moyo Hakuwa kama anaigiza. Mama mkubwa alinishauri niondoke, aliniambia nijitahidi kukaa mbali na mama mpaka msiba utakapoisha. Lizingatia ushauri wa mama mkubwa kwa kipindi chote cha msiba, nijitahidi kukaa mbali na mama. Mama yangu hakuweza hata kumpumzisha Luna kwa sababu alikuwa ni mtu wa kuzimia zimia tu. Baada ya mwezi kupita, maisha aliendelea kama kawaida. Hali ya mama haikuwa nzuri kusema, biashara za baba ziliyumba sana, kiasi kwamba kila mara yeye na mama walikuwa wakigombana. Naomba upunguze matumizi ya pesa, mke wangu. Kwa sasa umeshakuwa mtu mzima, mambo ya saluni wachia watoto. Kila mwanamke anayepita mbele yako umuachi salama. Kwa nini nipunguze matumizi ya pesa? Punguza kwanza umalaya wako ndo mseme na mimi. Olivia amekuwa akitumia pesa vibaya, kwa nini yeye humsemi? Hakika nimechoka kukaa hapa nimsikia mama akilalamika. mama yangu ni mgonjwa, nitafurahi endapo utaenda kumuuguza. Livia pia ataambatana na wewe. nahitaji kurekebisha sehemu iliyokosea, itachukua muda mrefu. Baba alizungumza, nitaenda lakini siwezi kuambatana na Livia. ni mtoto wako pia, acha kuzungumza maneno ya ajabu. narudia kusema utaondoka na Livia. Sawa, nitaondoka naye, mama alijibu kwa haraka. mazungumzo yao hajaisha pale, baba ndipo baba alistuka baada ya kuniona, lakini mama hakujali, aliniambia nijiandae, tunaondoka mida ya mchana, nenda kujiandaa. Baba alitupeleka mpaka stendi akarudi. Tunaenda Mahi? Mama alizungumza, baba akasema, tunaenda kwa bibi. Twende Mahi kwanza, mimi na wewe tunahitaji kumaliza tofauti zetu. Najua sijawahi kuwa mama bora kwako, Mama alizungumza kwa upole sana. Nilimfuata mama alivyosema, tulipanda meli tayari kwa kuelekea Mai. Giza lilianza kuingia taratibu, bado safari ilikuwa ndefu, tutatumia siku tatu kufika Mai. Najua hii safari imekuwa ngumu, nisamehe kwa hilo. Tungeweza kupanda ndege, lakini akili yangu haiko sawa, nahitaji kutazama maji kama hivi, mama alizungumza mara yangu ya kwanza kupanda meli, hakika nimefurahi sana. Nilimwambia mama. Nahitaji kukaa sehemu nzuri kwa ajili ya kupata chakula. Hii meli ni ya kipekee, watu wenye kipato cha chini hawawezi kumudu. Twende mwanangu, tukale, mama alizungumza. Iliambatana na mama, meli hii ilinishangaza, ilikuwa na hoteli pamoja